Uh, nafasi ya kazi chuo kikuu cha Dar es Salaam, nafasi zimeweza kutangazwa hivi leo. Kwa hiyo kama unahisi unaofaa katika nafasi yoyote kati ya hizi ambazo zimeweza kutangazwa, hakikisha unaweza kuomba nafasi hizi. Nafasi zilizotangazwa ni tutorial assistant social work, nafasi moja, qualification ni holder of 3 ya bachelor of arts social work with a minimum gpa of 3.8 out of 5 from any recognized university alafu kuna tutorial assistance fine art and design one post holder of three years of bachelor degree in arts and design fine and performing arts fine arts fine art and design with a minimum gpa of 3.8 out of 5 from any recognized institution alafu kuna assistance lecturer political science one post pia tuna tutorial assistance disaster risk management one post, assistance lecture Kiswahili one post. Alafu kuna tutorial assistance electronics and telecommunication engineering one post, na tutorial assistance information system and technology one post, tutorial assistance computer science one post, tutorial assistance cyber security and digital forensic one post assistance assistance mineral processing one one post assistance environmental science one post. Kwa hiyo kuna nafasi nyingi ambazo zimeweza kutangazwa sasa, hu unachotakiwa kufanya ni kuingia katika grupu la FEABOY ili kuweza kupata PDF hii na kuweza kuangalia ni nafasi gani ambayo wewe inakufaa. Kwa hiyo ingia katika description ya video hii utapata link ya kujiunga na grupu letu. Jiunge na grupu letu ili uweze kupata PDF hii na kuweza kusoma kwa umakini zaidi na kuweza kujua ni nafasi ipi ambayo inakufaa wewe. Lakini kama wewe ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 11 Januari 2026 hakikisha umeandika barua yako ya kuomba kazi katika lugha ya Kiswahili au English, na barua hiyo yaelekezwa kwa Vice Chancellor, University of Dodoma, UDOM, P.O Box 259 Dodoma. Asanteni na karibuni.